Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu mahali popote pale ninaponitazama, na leo ninaenda kuachilia unabii juu ya nchi ya Tanzania. Kile ambacho nimekiona katika ulimwengu wa Roho, nilikuwa naona kitu kama nuru kikichomoza juu ya ardhi ya Tanzania, lakini kabla ya mwanga huo kulikuwa na ukimya mzito kama wafajiri kabla ya jua kuchomoza. Nikawa naona mioyo ya watu wengi ikiwa na maswali, lakini nikawa nawaona watu wengi sana ambao wamechoka na wengine wamekata tamaa, lakini nikaisikia sauti ya Bwana ikisema, sitaisahau nchi hii. Nikawa najaribu kujiuliza ni kwa nini Bwana hataki kuisahau nchi ya Tanzania Licha ya kwamba nilikuwa nawaona watu ambao wamechoka na kukata tamaa sana, nikawa nasikia Mungu akiniambia ya kwamba taifa hili la Tanzania limekuwa likiwindwa kwa muda mrefu sana na adui, na alikuwa anawinda kwa sababu nchi ya Tanzania ni nchi duniani iliyokuwa ikisifika kwa amani na utulivu. Kwa hiyo adui alikuwa amepanga kwa namna moja au nyingine, aweze kuharibu hiyo situation, ili Tanzania iweze kuingia katika rekodi ambazo nchi nyingine zimeingia, yaani kuwa ni nchi ambayo ni ya machafuko. Lakini baada ya kuisikia sauti hiyo nikawa naona mtikisiko mdogo, lakini huu mtikisiko wa safari hii ulikuwa sio wa kuharibu, bali ulikuwa ni wa kuamsha. Nikawa naona mambo yalikuwa yamefichika yakianza kufunuliwa katika masuala ya siasa. Nikawa nawaona wanasiasa ambao mwaka elfu mbili na ishirini na tano walikuwa wakitumia nguvu za giza kwa ajili ya kupata nafasi pamoja na vyeo mbalimbali wanaaibika na kuweza kufunuliwa, na aibu hii ilikuwa inatokea baada ya wao kufariki. Kuna viongozi watafariki, kuna viongozi watafariki, na baada ya kufariki kwao, katika matanga viko vitu vya ajabu ambavyo vitakuwa vinaonekana katika misiba yao. Nikawa naona mambo hayo ambayo yamefichika kwa muda mrefu wa baadhi ya viongozi katika nchi ya Tanzania yakianza kufunuliwa na ukweli ukaanza kusemwa, na nikawa nasikia sauti kubwa sana, ambayo hiyo sauti sasa ilikuwa inatoka bila hofu. Nikawa naona vijana wakisimama kwa hekima mpya, si kwa kelele, bali kwa maarifa na ujasiri. Nikawa naona milango ya fursa ikifunguliwa taratibu, baadhi ya viongozi hao kuweza kufariki na Mungu kuanza kuwaweka viongozi ambao yeye mwenyewe atawarizia katika nafasi hizo. Nikawa naona milango ikifunguliwa katika kazi. Nikawa naona uh, kuna rasilimali ambazo zitafichuliwa ambazo zilifichwa katika mikoa ifuatayo nikawa naona kuna rasilimali ambayo imefichwa jijini Mwanza, lakini nikawa naona kuna rasilimali ambazo zitaanza kurudi ambazo zilifichwa katika nchi ya Zanzibar, lakini pia nikawa naona kuna ubunifu ambao unaenda kutokea, lakini kwa wale watakaofanikiwa ni wale watakaojifunza kwa nidhamu ya utakatifu ambao walichukia uovu kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na nikawa naliona kanisa likiitwa kurudi kwenye unyenyekevu na maombi ya kweli. Sio ya maneno mengi bali ya moyo uliovunjika. Na Bwana akasema, ninaona watu wangu wakinyenyekeza mioyo yao, nitaiponya nchi hii, na hii nchi hakika yake itaenda kujenga historia mpya. Naona mwaka elfu mbili na ishirini na sita ukiwa ni mwaka wa maamuzi. Wengine watachagua nuru, lakini wengine wataendelea kushikilia giza na ubaya wa kitu ambacho niliweza kukiona katika nchi ya Tanzania. Kwa wale ambao walikuwa wamekamata giza, nikawa naona kuna magonjwa ambayo kuzimu imeachia na itaenda kuwasanza na kwenda kuwamaliza, na kika yao historia yao haitakuwepo lakini nikawa naona ahadi hii ambayo ilikuwa ni kama sauti ikiniambia Tanzania haitapotea. Nikawa naona mkono wa Mungu ukiachiliwa katika nchi ya Tanzania, ukiilinda, ukilekebisha na kuiandaa kuwa atua mpya mwenye masikio na aweze kusikia nini ambacho Mungu Roho Mtakatifu anazungumza kuhusu nchi ya Tanzania. Nataka tuniwaambie wale ambao wamekaa katika nafasi mbalimbali katika nchi ya Tanzania, ni muda ambao naona upepo ukivuma juu ya Tanzania. Sio upepo wa maangamizi, bali wa mabadiliko ya ndani. Naona Mungu akitikisa sializi peke yake, bali fikra pamoja na mifumo ya siasa. Naona watu wengi wakianza kuuliza, tulifanya wapi kosa? Na Bwana anasema nitawregeza kwenye misingi wa wale watu ambao watahitaji kujua ni wapi walipokosea. Nikawa naona kipindi cha mwaka 2026 kikiwa kama daraja. Wengine watavuka kwenda hatua mpya, wengine watasimama katikati kwa sababu ya hofu na kutotii. Naona sekta ya uchumi ikipitia mtihani wa uvumilivu na uaminifu. Si kila kitu kitaanguka, lakini kile kisicho na mizizi kitaondoka. Naona fursa ndogo zikikusana na watu na hekima, wakati wote waliozalau vitu vidogo wakilia baadaye. Naona sauti mpya zikinuliwa, si za maalifa kwanza, lakini zilizochaguliwa. Naona Mungu akisema nitatumia wale waliokimya kwa muda mrefu. Naona ongezeko la hamu ya maombi ya usiku. Naona watu wakilia faragani na machozi hayo yakigeuka kuwa mbegu ya mabadiliko ya taifa la Tanzania. Naona pia onyo. Mwaka 2026 sio mwaka wa mizaa ya kiroho anayepuuza ishara atachelewa, lakini anaisikia mapema, ataandaliwa mapema na Bwana anasema nitainua Tanzania kama ushuhuda, si kwa nguvu zake, bali kwa rehema yangu. Nchi ya Tanzania tukumbuke kabisa kwamba inapitia situation fulani ambayo sio nzuri. Mungu anasema ya kwamba atainua nchi ya Tanzania, si kwa nguvu za watu wanaopatikana katika nchi ya Tanzania. La hasha, kwa sababu nguvu za hao watu wote zimelifikisha taifa mahali hapa tulipofika, lakini Mungu anasema ya kwamba kwa rehema zake tu atalifikisha taifa hili mahali ambapo patakuwa ni pa ushuhuda, mahali pa juu sana. Mungu wa mbinguni aweze kukuelewa. Mbele yako hapa ni Apostle Fahd, Apostle Justin Sem. Mungu wa mbinguni akubariki sana na nikutakie wakati mwema. Bariki sana.